Mbegu za mwanaume na ulimwengu wa giza. Mbegu za mwanaume ni moto wa ndani. Inawezekana watu wengi hawafahamu, lakini nitakufahamisha, mbegu za mwanaume ni moto wa ndani. Lakini pia mbegu za mwanaume ni hazina iliyositirika. Kwa nini tunaita hazina? Kwa sababu zina nguvu ya kuumba kiumbe kipya lakini pia zina nguvu ya kumuumba upya mtu yule ambaye anazimiliki mbegu hizo. Mwingine atajiuliza ni kwa namna gani pasta? Inawezekana, endelea kutufuatilia ni somo ambalo liko mbele na tutaliona kwa uzuri. Niko hapa kwa ajili yako. Mbegu za mwanaume katika ulimwengu wa giza zinaweza kutumiwa kuharibu future ya mwanaume, zinaweza kufunga milango ya ajira, zinaweza kufunga mafanikio ya kifedha, lakini pia zinaweza kuvuruga ndoa na familia. Ni kwa namna gani? Ziko baadhi ya dalili ambazo ukiziona zinaweza kukujulisha ya kwamba mwanaume amechukuliwa mbegu zake, ama mbegu za mwanaume zimevunjwa katika ulimwengu wa kiroho. Kuna wakati unashangaa unapata pesa, lakini haikai kuna wakati unafanya biashara lakini haikui ama inakuwa, lakini haiwezi kusustain hii. Hiyo ni changamoto au moja ya dalili. Lakini kuna wakati una CV nzuri, lakini hupati kazi kabisa, na unazunguka, hupati kazi, ni kana kwamba milango yote ya mafanikio imefungwa. Lakini pia kuna nyakati unakutana na chuki, unaweza ukachangaa, unafanya tu jambo dogo, lakini chuki inayoinuka ni kana kwamba umetenda jambo kubwa sana, ama janga kosa dogo tu unahesabiwa hatia kubwa, na hata unaandamwa na chuki zisizokuwa na sababu, unakuwa na vita visivyokoma hata kwenye familia. Katika yote, Yesu bado ni mshindi. Katika misukosuko yako yote, katika changamoto yako yote, katika namna ambayo unaweza ukaona wewe ni mbaya sana, lakini bado Kristo ni vyote kwako. Hata pamoja na ubaya wako, Mungu bado ni mshindi. Ingawa ni mbaya, Kristo ni vyote kwangu.

katika vita akiwapo salama. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukuongoza.